Kamati kuu utendaji ya konferensi ya Nyanda za Juu Kusini imeketi na kufanya tathmini ya kazi ya utume ambayo imefanyika katika ngazi ya konferensi hadi kanisa mahalia. Katika mkutano huo, mwenyekiti wa konferensi ya Nyanda za Juu Kusini mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga ametumia fursa hiyo kumshukuru Mungu kwa kufanikisha kuitenda kazi yake na hatimaye imesonga mbele. Tunamshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kwamba toka tumeanza kazi katika jimbo hili tumeuona mkono wa Mungu. Kwanza tumeona idadi ya makanisa ikiongezeka, tumeona pia upande wa matoleo ya zaka na sadaka yakiongezeka, tumeona pia hata watumishi nao wakiongezeka, na hivyo tunapenda kusema kwamba Mungu tunakushukuru hata sasa umetupambania na umetupigania, na hivyo tunapomaliza kwikwini yamuhii ya, ya kipindi chetu cha uongozi tunapenda kukushukuru na kukusifu Mungu wetu kwa namna ambavyo umedumu na umeendelea kuishikilia kazi kupitia viongozi mbalimbali. Naye mhazini wa konferensi hiyo elder CPA Emmanuel Chaula amesema hali ya utoaji kwa washiriki imekuwa na amewatia moyo washiriki kuendelea kuitegemeza kazi ya Mungu kwa matoleo. Kwa hiyo kwa miaka hii miwili na miezi hii minne, tumeona matokeo makubwa kwa ongezeko kubwa la za, matoleo ya zaka na sadaka, kwa kuwa washiriki wameendelea kuwa waaminifu katika hilo. Hivyo tuendelee kutegemeza kazi yake, kwa kuwa kuja kwake ku karibu na kazi yake inatuhitaji mimi na wewe tuifanye katika kuhakikisha matoleo ya zaka na sadaka hayakomi. Aidha, wajumbe wa mkutano huo wameeleza jinsi walivyofurahishwa na mashauriano yaliyofanyika na tathmini ya kazi iliyofanywa na kusema kuwa wataendelea kuunga mkono juhudi za uongozi. Kwa malengo ambayo yalikuwa yamewekwa, naweza kusema mafanikio yamefanyika kwa kiwango kikubwa sana. E, nafikiri ni zaidi hata asilimia tisini kwa sababu bajeti za makusanyo ambazo zilikuwa zimepangwa kufanyika e, zimeweza kufikiwa na kuzidi. Lakini pia kazi ya utume iliyokuwa imepangwa kufanyika ikiwemo usimamizi wa makambi e, uenezaji wa injili imeweza kufanyika. Kwa hiyo mafanikio ni makubwa. Yako mambo kadhaa ambayo yanaweza yakafanyika ili kufanya kazi ya Mungu iendelee kwa uzuri. Kwanza ni kumweka Mungu mbele, kumwomba Mungu hekima katika kila kazi ambayo mtu anapaswa kufanya. Lakini pili, tunapaswa kufanya kazi kwa bidii. Kila mtu kwa nafasi yake anapaswa kufanya kazi kwa bidii, na kwa uaminifu, na kwa uadilifu. Kwa kufanya hivi, inaleta chachu au morali katika utendaji wa kazi, lakini pia katika maboresho kwa mtu mmoja mmoja vile ambavyo anafikiri na kuona kwamba kumbe kuna kitu zaidi ambacho anaweza kakiongeza katika huduma ya mapishi wedha katika ofisi au katika mji wake au mahali pale ambapo anaishi, basi anagundua kwamba pia kuna jambo fulani ambalo anaweza kalifanya. Mkutano huu ni wa mwisho kwa awamu hii ya uongozi ambapo mwisho wa mwaka huu inatarajiwa kufanyika uchaguzi kwa ajili ya kupata viongozi kwa awamu nyingine. Nikiripoti kutoka jimbo la Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Muttarogwa op channel.